Kuna sakata kubwa lilimetokea kwenye bunge la Ulaya jijini Brussels, tukio ambalo limeibua maswali makubwa kuhusu usalama, uadilifu na namna makundi yenye historia ya ukatili yanaweza kujaribu kujipenyeza kwenye taasisi za kidemokrasia. Habari hiyo inahusu mbunge kijana wa Ujerumani, ndugu Lucas Siepa, ambaye alijikuta katika utata baada ya kugundulika kwamba amewaalika watu wawili waliokuwa wakihusishwa na kikundi cha kijeshi maarufu cha Sudani Kitwacho Rapid Support Force, yaani RSF. RSF kwa watu ambao fahamu, ni kikundi kinacho uh, kinachotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita, mauaji ya maelfu ya raia, ubakaji wa halaiki na hata vitendo vya kikatili kama kuzikwa watu wakiwa hai. Kikundi hiki eh, kimechafanya sanction na Umoja Mataifa na kimekuwa kikihusishwa na vitendo vya mauaji ya kimbari na ethnic uh, cleansing kulingana na ripoti za mashirika ya haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa, Siepa aliratibu tukio kupitia shirika la tafiti kutoka Uingereza kwa lengo la kujadili njia za kufanikisha amani ya kudumu nchini Sudani. Lakini hakujua kwamba watu waliokuwa wamepangwa kuhudhuria walikuwa washirika wa moja kwa moja wa RSF. Mkutano huo ulipangwa kufanyika siku ya Jumatano, lakini ukasitishwa siku moja kabla, baada ya wabunge wengine pamoja na ofisi ya rais wa bunge la Ulaya, ndugu Roberta uh, metsola kumpa taarifa kuhusu historia ya wanaume hao wawili. Lukas Siepo mwenyewe alikiri kosa lake na kusema kama mbunge kijana hii ni changamoto ya kujifunza imeonyesha umuhimu wa kuthibitisha taarifa mara mbili hata kama unafanya kazi na watu ambao tayari una imani nao. Kwa muktadha, uh, vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vimeendelea kwa zaidi ya miaka miwili sasa, vikihusisha mapambano ya madaraka kati ya jeshi la taifa linaloongozwa na Jenerali Abdel Fatiha Abu, uh, Burhan na wapiganaji wa RSF vita hivyo tayari vimesababisha vifo vya watu zaidi ya laki moja na nusu huku zaidi ya milioni kumi na mbili wakilazimika kuyakimbia makazi yao. Umoja wa Taifa umeutaja mgogoro huu kama janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani kwa sasa. Mashirika ya haki ya kibinadamu kama Human Rights Watch yameonya wazi kwamba mashambulizi ya RSF yanaweza kutafsiriwa kama mauaji ya kimbari. Lakini tukio hili uh, Brussels halikuishia tu kwenye kashfa ya mwaliko. Zaidi ya watu hamsini wa kutoka diaspora kisudani waliokuwa wakiishi Ubelgiji, Uingereza, Ujerumani na Uholanzi walikusanyika kuandamana karibu na Bunge la Ulaya, wakiwa na mabango yaliyosomeka, RSF na Umoja wa Falme za Kiarabu waliua familia yangu, na hapana kwa kuhalalisha jeshi la wanamgambo. Walipinga vikali uwepo wa tukio hilo. Kwa mshangao mkubwa sana, Lukas Siepa mwenyewe alijitokeza kwenye maandamano hayo, akaomba msamaha na kujaribu kueleza kwamba hakuwa na nia ya kutoa jukwaa kwa kikundi hicho chenye historia ya uhalifu. Hatua yake ilipokelewa kwa shangwe, makofi na nyimbo za uungwaji mkono. Alisema mbele ya umati, nashukuru nyote mliojitokeza, mmedhihirisha kwamba jamii ya kiraia bado inafanya kazi. Mmeonyesha kwamba hata wanasiasa waliochaguliwa kidemokrasia kama mimi wanaweza kuwajibishwa kwa vitendo vyao. Kwa upande mwingine, serikali ya Sudani kupitia ubalozi wake ilipeleka barua rasmi kwa rais wa bunge la Ulaya ikitaka hafla hiyo ifutwe mara moja. Walitaja moja ya, mo, moja kwa moja ya vitendo vya RSF kwa mauaji ya kikabila, ubakaji na uzuiaji wa misaada ya kibinadamu. Walisema kuwa ku kutoa jukwaa kwa kikundi hicho ni sawa na kuhatarisha msimamo thabiti wa Umoja wa Ulaya kuhusu umoja, uhuru na heshima ya ardhi ya taifa la Sudan. Kashfa hii inajitokeza wakati ambapo Bunge la Ulaya limekuwa likikumbwa na tuhuma nyingi za ushawishi wa kifisadi kutoka kwa mataifa na makampuni makubwa kama vile Katari Moroko na kampuni ya teknolojia ya Huawei kutoka China. Hii imezuia hofu kubwa sana kuhusu mbinu za makundi yenye maslahi binafsi na hata wanamgambo hatari katika kujipenyeza ndani ya taasisi za Ulaya. Kwa maneno ya Siempa mwenyewe, anasema nina uhakika kabisa nilichaguliwa makusudi na watu wa RSF kwa sababu mimi ni kijana, sina uzoefu na pia sina chama kikubwa nyuma yangu. Waliona ni rahisi kujipenyeza kupitia kwangu. Kwa sasa tukio hili linasalia kama funzo kubwa, sio tu kwa Luka Ssiepe, bali kwa taasisi zote za kidemokrasia duniani. Linathibitisha kuwa vita vya ushawishi na propaganda havigawanywi tu kwenye uwanja wa vita, bali pia kwenye kumbi za bunge na majukwaa ya kisiasa. Swali so kubwa ambalo linabaki ni je, Umoja wa Ulaya utaweka hatua madhubuti kuhakikisha makundi yenye historia mauaji ya halaiki na uharifu wa kivita hayapati tena nafasi ya kujipenyeza katika bunge lake?